Hello, karibu Elimika. Leo tumekuandalia video nyingine inayohusu kuitwa kwenye usaili toka halmashauri ya manispaa ya Ubungo, jimbo la Ubungo na Kibamba. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, ilikuwa kwanza endapo tutaupload video nyingine. Kwanza kabisa ni kukumbushe kwamba Link ya kupata PDF hii utaipata katika uwanja wa comment. Baada ya kuangalia video hii, utakwenda katika uwanja wa comment ili kuweza kupata link ya kudownload majina haya. Hivyo tangazo letu linasema kwa mazumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita, sita cha sheria ya uchaguzi kwa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka elfu mbili na ishirini na tano msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Ubungo na Kibamba na watangazia waombaji wafuatao kufika kwenye usaili tarehe kumi na tano mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano. Kwa hiyo mpaka hapa, jambo muhimu la kwanza tumepata kuona kwamba tarehe ya usaili ni tarehe kumi na tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia tangazo limeendelea, chuo kikuu cha Dar es Salaam, ukumbi wa Yombo namba nne na tano. Kwa hiyo basi usaili huu utafanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ukumbi wa Yombo na muda amesema ni kuanzia saa moja kamili asubuhi. Kwa hiyo mambo matatu ya kuzingatia, tarehe ni tarehe kumi na tano mwezi wa kumi, itakuwa ni siku ya Jumatano, mahali ni chuo kikuu cha Dar es Salaam ukumbi wa Yombo, lakini muda ni kuanzia saa moja kamili asubuhi. Lakini pia maelezo yanasema kwamba ufike na kitambulisho chochote kile ambacho kinakutambulisha wewe ambaye umeitwa kwenye usaili au barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali ya mtaa ikiwa na picha yako. Kwa hiyo hakikisha unakwenda na kitambulisho ama barua ya utambulisho. Lakini pia kwa kuongezea, unaweza ukaenda na kalamu. Kama usaili ukiwa wa kuandika, basi uwe na kalamu ya kujibu mtihani lakini pia imesisitiza kusema kwamba wasailiwa wote watajigharamia gharama zote ikiwemo usafiri, chakula na malazi. Orodha ya waliochaguliwa kufanya usaili imeambatanishwa katika tangazo kama tunavyoona hapa chini. Hii ni orodha ya majina ya wale wote walioitwa kwenye usaili katika majimbo hayo mawili, Ubungo pamoja na Kibamba. Kwa hiyo uta download PDF hii, na kisha uta, utafuatilia jina lako. Haya yote ni majina kulingana na nafasi walizoomba. Kama tunavyoona ni majina ya Kibamba pamoja na Ubungo. Kwao wale wote ambao walikuwa nasubiria PDF kutoka manispaa ya Ubungo, basi hii ni PDF maalum kwao. Kwa hiyo kuweza kuidownload, hakikisha kwamba unatembelea katika comment, utapata linki ya kudownload PDF hii. Kumbushe tena, usisahau kusubscribe ili kuweza kupata dodoso za maswali ambayo yamekwisha kuulizwa kutoka katika majimbo mengine ambayo tayari wameshafanya usaili siku za nyuma.